Uh, kwa majina naitwa Isa Kasim Juma. Uh, ni kiongozi mwandamizi, ni msaidizi wa nyanja zote uh, kuanzia kwenye masala mazima ya, ya ufundi na mpaka kwenye masuala mengine uh, kwa upande wa maandalizi, kwa kweli tumejiandaa vya kutosha kwa sababu ni muda mrefu tokea ambao tumechukua hii nafasi, na tulijua tulishajua kwamba tutapambana na nani au nani au nani, kwa hiyo tukajiweka sawa sana na kwa kweli tunawaambia wapenzi wetu wote kwamba waje na matumaini, na tunaamini wazi kwamba huu sio kama mwaka ule wa kuachia nafasi, huu ni mwaka wa kushinda na kusonga mbele kwenda kupigania kwenye hatua nyingine. Aa, ukweli ni kwamba yani hatukuwa na finishing yetu, kidogo ilidorora sana. Tulianza vizuri, lakini ilipofika karibu na mwisho tukadorora sana lakini pia ilitokana na, na mazingira yalivyo, na namna vile wachezaji wapya walikuwa ni wengi, na kama tunavyojua, kila mtu anajua kwamba timu yote yenye wachezaji wapya wengi ikifika mahali fulani, wachezaji huonyesha dalili ya kuchoka, na hivyo ndivyo ilivyo katika futboli. Ndio maana n, yani, wakawa wachezaji wenye uzoefu ni muhimu sana katika kila timu, kwa sababu wao ndio wanakuja mara nyingine, mara nyingi wanakuja kulinda ile heshima ya timu ni tofauti sana yani na wale uh, damu changa ile na wale wachezaji ambao tayari washakuwa na experience. Na marekebisho makubwa sana yamefanywa hata kuchenji mifumo ya uchezaji, na kwa sasa tunashukuru kwamba tuko vizuri, na inshallah kwa uwezo wa Mungu tunategemea kwamba mara hii tunarudi tena kwenye uchampion wa FA Cup. Asante sana, tukushukuru. Asante uh.